Asante mtazamaji kuendelea kuwa nasi ama kwa kweli, hapa niko na United Opposition <laughs> kila mtu hapa ni mpinzani, lakini mwisho wa siku tutakutana. <laughs> Wataelewana, la muhimu ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata miradi yao. Hmm, daktari, ulikuwa unafahamisha kuhusiana na <clears> si <throat> mikakati ilivyokuwa wakati huo. Kwa sasa hivi ni tofauti ya utekelezaji unaweza kusema kwa uhakika kwa sababu najua saa nyingine unaweka masikio yako kama mfanyikazi wa serikali aliyekuwa kwamba lazima utazame sehemu fulani, usikize maeneo fulani. Umezungumza, eh, kama kiongozi wa chama cha DCP kwa hivyo lazima unazunguka maeneo tofauti. Unaweza kusema kwa uthabiti kwamba muungano kati ya ODM na UDA umebadilisha taswira kabisa, na kama umebadilisha taswira, yapi ambayo unahisi yameelekea sana Nyanza, na hata mkoa wa magharibi na maeneo mengine kushinda eh, ilivyokuwa Eh, katika mkoa wa kati. Asante, nimeona uh, uki, ukiuliza dada yangu hapa and I felt mm. you know ile uchungu kwa sababu unauliza naje suppose now mm. tena mm, yeah. kalozo na a ende uanze kuona tena matipa zote mabarabara zote, yeah. barabara za rami yeah. juzi yeah. Mheshimiwa Gideon ameingia yeah. kwa serikali so utaona pengine malaisensi zake zile zilikuwa cancelled zimefunguliwa, kazi makandarasi zake biashara zake zile, kwa hii ndio tunakataa. Hatuwezi endelea na hii Kenya mkisema, <coughs> ha, sote hapa Korea sijui na Singapore na mambo hiyo ya ya kwamba mtu mmoja we wendi unahakikisha kama watu wataishi wai ama watakufa usiku. Kwanza tukatae kama kitu inaitakwa maadili ya uongozi na, na, na, na, na, na, na, na utawara. Yeah. Leadership and governance, there's a very bad principle. Ya kwamba kuna mtu pale kama marionette, okay? Wewe kuja, ah, ah, wewe nitakuzima, angalia sasa, kwa sasa. Mawaziri wakaanza usiku ya Kibaki katika, mas, katika masomo yetu tukifanya mambo ya utawara kuna, kuna kubali ukiwa serikali ukichukua rais kama two and half years, mid-term, unafanya ile lishafo kidogo. Ile lishafo ya, kuna mtu ulipatia hii nafasi, yeah. pengine, yeah. Hataweza, pengine unaondoa una one or two, ile, midterm at least mtu anakuwa nafasi ya kufanya kazi. Sasa kwa hii serikali ilianzia na wani ya ikaenda kukua waziri, yani changes kwa cabinet tu kulingana na siasa. Yaani unafikiria hapana, huyu mtu zinaonga huyu, hata nipatia kura tena. Wacha nitoe huyu niweke waziri wengine wa ine kutoka jimbo fulani ambao unafikiria atanipatia kura. That is very wrong. Unamaliza kalia za watu. Unaharibia watu majina. Watu wametoka makazi kubwa kuja kusaidia Kenya. It is no longer safe. Actually let Yaani mtu hana tamaa tena ya kufanyia kazi serikali kama waziri, PS ama watu kama sisi, because mimi kwa ile wakati nilikuwa unatolewa kwa hii unawekwa kwa hii kadrasi ingine, mpaka unashindwa, unataka kuseta ufanyie nchi yako kazi, it no longer lucrative, kwa sababu si kama zamani. Unasikia kwamba wao unajidai ya kwamba nitakuwa na miaka yangu tano, tano kadrasi yangu ya miaka tano kufanyia serikali kazi. Kwa hivyo tunataka kwanza kukataa ya kwamba lazima kukwenda mtu mmoja ana dictate miradi itaenda wapi kwa sababu ya kisiasa, that is very wrong. Na ndio maana mi kwa rekodi yangu, wakati tulikuwa pale, tulihakikisha ya kwamba kila mtu amesaini, waziri na PS, ya kwamba miradi yote ionekane kwa kila kaunti, kwa sababu kila mtu ako na haki hiyo. Ni ya kwanza. Kwa hivyo hii mambo ya kusema huyu akikuja tena kuna, kama marioneti pale, lakini niseme hivi vile nimeona miradi ambayo tuliweza wakati ule ilikuwa mia mbili na kumi na saba kwa kila wizara kwa kila kaunti. Saa hii yote hata uwezi jua gani iko wapi, ni gani, yote imekuwa jabod, ile miradi yote kifupi, top... sana, kwa sababu nataka kumuuliza kathi ya changie yes. Fupi sana kwa kawaida, miradi ambayo ni mikubwa Ehe. miradi ambayo inachukua mabilioni ya pesa mm -hmm. huhitaji muda gani kukamilishwa? Kwa sababu nauliza hivyo kwa sababu gani, muda ambao amesalia nao Rais William Ruto kabla ya kuingia katika uchaguzi mkuu ni, nafikiri mwaka mmoja na nusu, kwa sababu huu mwaka wa 2027 utakuwa mwingi wa kampeni. Sidhani hata kama kutakuwa na viongozi serikalini watakuwa wanatekeleza miradi, bali watakuwa wanakimbia kumsaidia kupiga kampeni. Kwa hivyo, ikiwa ameingia miungano ama muungano, nasema ODM na kadhalika, kufanya miradi fulani, kwa hivyo imekamilika kufikia 27 ambapo watu watasema kweli imefanyika, kwa hivyo tumpe tena nafasi ya kutawala ama wakati huo ni mgumu zaidi, kutakuwa hivi, mpango inakuwa hivi na kwanza. Niseme hivi no. Eh, utendakazi <coughs> unafanyikaga kwanza mipango na kukuwa no. na system ambayo unaweza track ambayo inachukua mbali, na number 2 ukimix mpangilio tu unachukua eh, ukimix utendakazi na no. u-utendakazi na siasa potovu, hiyo mambo yote, hakuna kitu inaogopa, inaogopa maendeleo, inaogopa siasa mbaya, very badly, inapotea kwa dirisha, that's what happened in this country, mipango ikaisha. Sasa unauliza swali, mpango ilikuwa 2023 ilikuwa kupanda begu 2024 ilikuwa kulimia, 25 ilikuwa harvesting. Hii mwaka miradi yote 80% ilifua ikue tayari ina commissioniwa, 80% including barabara ya Rironi Mau Summit, by the way, just starting with it, also that was the plan. Now ukiangalia vitu kama zile dams, wacha nipatie example, ilikuwa zianzishwe saa hizi watu wangekuwa wanalima nazo. Huwezi kuja kusema tutafanya hii mwaka 25 hakuna kitu itatendeka no. Take my word. Mimi wakati nilienda tu nikajiangalia nikasema, tunikajiangaliria hii maneno haitaisha, nikajua mimi sahi kuzama na hii maneno kwa sababu delivery ni, by last year ilikuwa ule mwaka na ule mwingine, miradi yote ikamilike 80% at least, watu waone itare damu yote maji ime, imeanza kuteremka right, uone miradi yote ile kubwa kubwa zote zimeisha zile ambazo zilikuwa mwaka ule mwingine. Kwa hivyo 25 ilikuwa harvesting Next year sasa ni kumarket kusema, angalia vile tuyafanya, ndio sasa venye unasema 27 kwenda kusema basi tuongezee muda, kwa hivyo ile, ile architecture yote ya delivery ilikufa Kenya kuanzia last year wakati watu wali mix wakakataa kufanya kazi no. Ndio unaona mambo yote ya kilimo, mambo ya guarantee minimal returns, mambo ya afya, mambo ya elimu yote ime corrupt kwa sababu wale ambao ni ma-expert no. ya kusema tufanye hivi wote hawana, hawana usemi no. wanatoa proposal ikifika pale mbele kuna, kuna watu ambao wanaamua venyewe. Kwa swali hilo hilohilo na kufafanua zaidi <muchas> ni kwamba kuna athari yoyote wa kiongozi wa taifa uh, kupoteza imani hata kwa wapiga kura wakati anapofanya hivi kwa mfano unaingia katika muungano fulani ukitumai kwamba siku zinazokuja katika uchaguzi mkuu watakusaidia katika kukuingiza tena ofisini kwa kuwapa miradi, kwa bahati mbaya ile miradi isikamilike kwa wakati ufao mm. ili kwamba waone kwamba hujakamilisha, kwa hivyo wasikupe mm. na pia kule kwengine ambapo umesitisha miradi pia wamekata shauri tayari kwamba hawataegemea hawata hawata upande wako mm. kuna athari ya kiongozi kufikiria namna hiyo, naje wakati umefika kwa kubadilisha mtazamo kama huu hata kama and kuna miungano inaingia katikati ya katika, katika siasa. So jambo la kwanza mm. Nimrod uh, tukiangalia siasa ya nchi ya Kenya. And, sisi tumekuwa watu ambao tunacheza siasa ya personalities ama ile ya kibinafsi tu. Siasa yetu imekuwa ni nisimame, niongee mambo ya daktari hapa ama mambo ya dada Joyce, niongee vile nataka alafu nimtusi kidogo kidogo na mm -hmm. nipewe kula. Hapo mm. ndio shida yetu kubwa sana kama nchi ilianzia. Na ukiangalia hata manifesto. Ni, mimi ufurahi sana nikisikiza uh, daktari mbaya hapa, ingawa hatuko katika chama moja, napenda kumsikiza kwa sababu najua yeye ni expert. Na ukiangalia sana sana katika siasa zetu, kama kuna watu wanakuwa frustrated most of the time ni expert, kwa sababu expert kazi yake ni kuja ku, kuwapa maono, awapatie ile saa zingine tunaita strategy, vile tutatoka hapa tufike pale, nao wananchi wakati tunafanya siasa zetu na wakati tunaongea na wananchi, wananchi husikiza hizi vitu ambazo zinakaa entertainment. Sasa niulize kama ukiangalia hawa watu ambao walikuwa kwa, walitengeneza hii serikali ambayo iko kwa sasa uh, walisema bottom up. Ukiuliza mwananchi wa kawaida bottom up ni nini, hawezi kueleza. Wakatuambia tunataka kutoka hapa, tut, tunataka kukua, hasala pesa sijui iende wapi. Ukiwauliza hiyo ilikuwa nini tena, ieleweki. So shida yetu kabisa haswa ni pale kwa mizizi yetu ya si kikatiba. By the way, hii nchi ya Kenya tuko na watu ambao wenye maarifa tuko na usemi kama watu, kwa sababu tunajielewa ni vile. Kuna kitu moja ambacho tumekifanya na ndicho tunaweza kusema kwa lugha ya kimombo, tumenormalize ile siasa ni kama mzaha yet, tunasahau ya kwamba wakati siasa imekuja tumechukulia kimzaha, alafu tumekuja tumechagua watu ambao hawafai. Tena tunaanza kulia miaka tano, nafanya nini nimrod. Inapita miaka tano nyingine inakuja, tunaleta wengine kama sasa sisi watu wa mlima, nimefurahi sana nikisikiza, kulikuwa na, na project uh, mia mbili na kumi na saba ambayo ilikuwa ifanywe si mlima tu, lakini ni nchi mzima no. Lakini ukiangalia na, kama vile nilisema pale mwanzo na sitarudia tena, ni kuwa hizo miradi hatuko na zikiendelea in fact, mimi nili mwenyewe, tumeona kama watu ambao ni wafuasi wa mheshimiwa Uhuru Kenyatta, sisi tuliona miradi ambayo Uhuru Kenyatta alikuwa yeye mwenyewe ameifungua, tuliona hii serikali ikirudi pale mashinani na kuifungua upya. Sasa tukajiuliza, mnafungua upya miradi ambayo ilikuwa ishaanza na mtu mwingine, mnataka tuendeaje? Ama mnatengeneza jina kupitia kwa miradi ya watu wengine? Sasa tuko na shida kubwa sana, na mimi sipendi kupapasa vitu, mi upenda kuongea ukweli. Na sisi vile tuko hapa wanne tunatoka kaunti tofauti shida yetu mpaka saa hii ni kuwa tumeleta emotion za wananchi juu sana, tunaambia wananchi tumefinywa, oh, miradi ilifanya, oh, kuna mtu alifukuzwa serikali, oh, kuna nini nini nini, oh, chama ni hii tutarudi kwa yale makosa ambayo tulifanya 2022. Mm -hmm. 2027 tuko karibu kurudisha. Nimesikia hapa tukijaribu kutaja wao, kuna watu wako katika bunge, kuna watu wako katika nyadhifa mbalimbali ambao hawafai, no, lakini sisi, no, ndo tuliwachagua yes, sasa ile kitu tunafaa kurekebisha. Ningeomba wale wasikizaji ambao wanatusikiza leo, tujifunze kusoma manifesto kwa sababu ukisoma manifesto utaweza kushika mtu accountable umwambie, ulisema hili na hukufanya na. Na hiyo ndio shida kubwa ambayo sisi kama watu wa mlima tuko nayo na Rais William Ruto. Asante sana Bwana Dagita mm. Eh, kumboshani hili punde tu baada ya Rais William Ruto kutengana na naibu wake eh, ilikuwa vigumu yeye kwenda Mlima Kenya na nakumbuka ilichukua muda mrefu. Wanasiasa wakaanza wakiingia mmoja mmoja, wengine wakizomewa na kadhalika mm. Ikafika wakati hatimaye safari ikapangwa, nafikiri kukatokea jambo fulani ikaahirishwa mara kadhaa, hatimaye ikatimia mm -hmm. Lakini wakati huo ikitimia, kitu ambacho kilistaajabisha ni kwamba tuliweza kuona baadhi ya mawaziri wakitumwa nyumbani kwenda kuangalia miradi ambayo rais anaweza kuja kuifungua au kuiendeleza na kadhalika. Sasa swali la kujiuliza, alipokuja Mlima Kenya kuna ahadi zaidi alizotoa zimefanywa <laughs> zimeanza au la? Uh, asante sana Nimroda, na ile shida kubwa ya nchi yetu na sana sana haswa serikali ya Kenya Kwanza mm -hmm. ni kuweka siasa kipaumbele kuliko maendeleo kwa mwananchi mm -hmm. na ukiangalia serikali ya William Ruto tangu achaguliwe, imekuwa siasa from day one amekuwa yeah, akiweka the moment, umeleta siasa kila siku, lazima uambie watu mambo anataka kusikiza, na hizo ndio tunaita promises. Kwa hivyo hata wakati alikuwa anataka kuingia huko mashinani, huko Mount Kenya, wakati alitoa naibu wa rais mwenye tulichagua, sababu wenye tulichagua yuko sisi, hatukumchagua alikuwa anatafuta ile kitu anaweza kuja kulaunch, inakosekana kwa hivyo lazima angeleta kitu ingine ili ya kuambia watu waweze kumuitikia, na ni shida kubwa, kwa sababu sasa hiyo maneno yote imekuwa resorted kwa hizi empowerment program wanazunguka nazo. Vile dada yangu hapa alikuwa amesema, wanakuja wanachanga pesa, wanakuja na ndege kama kumi. Hizo ndege kumi, ukiangalia, zinachukua kama milioni kumi. Alafu wanakunywa achanga mia moja mia moja imetoka huko State House, yani okay. We have resorted to a country to a handout instead, okay, ya kuleta maendeleo kwa sababu hakuna kitu ya kuonesha inaweza. Kwa hivyo zile ahadi nyingine alizokuja kutoa uh, baadaye alikuja kutoa baadaye, na bado sidhani kama zitaweza kukamilika kwa sababu zile program tunaona zikiendelea ni ile tu kama ile barabara ya, ya national, ile ya due Nilianzisha kitambo sana na ni kweli lazima hiyo iweze kukamilika, sababu ilikuwa kwa zile bajeti zingine za, za kwanza. Na kwa hivyo ile kitu tunaona pale ni siasa tu tupu, na wale viongozi wamechaguliwa pale mabunge, kazi yao ni kuenda tu pale State House, wanachukua pesa, wanakuja kuonga mwananchi ndio maana unasikia wanakuja wanasema wanaleta hizo maharagwe na nini, halafu wanasema watapateana sijui pesa ya kwenda nyumbani, na kwa sababu watu wako na shida, nimro wataenda tu watachukua. Lakini ya kuchangaza ni kwamba wakati huyo kiongozi anatoka hivyo, unasikia watu wanasema t so kwa hivyo sasa umesema <laughs> <So, laughs> um, uh, kuna watu wanapokea handout, nikamkumbuka daktari mbaye najua kuna jamaa zake saizi wako Ikulu, wako Ikulu. Sasa handout imekuwa mpaka kwa Ikulu. Sasa hapa natoa makali, kuna wenzake bwana wakitoka jioni. Kwa hivyo mimi naweza sema We, tuweze kuweka mipango ya maendeleo mbele, Naam. kuliko siasa kama tutaweza kusaidia, Naam. vijana wetu wapate ajira, tuweze kutengeneza uchumi yetu, Naam. na tuende kuendeleza k. Joyce, hapo awali umezungumzia na ukawalaumu baadhi ya wa wabunge wale wamechaguliwa na wananchi, mbona hawatetei miradi? e, kwa sauti moja tuzungumzie. Kuna baadhi ya wa wabunge wamejikakamua. Ndindi Nyoro ni mmoja wao kutoka kaunti ya Muranga, e, amejikakamua kiasi kwamba amefanya miradi, e, mpaka mingine, wengine viongozi wengine kutoka kaunti nyingine wanakwenda pale kutembelea kuona ufanisi wake. Lakini kwa sasa hivi, kwa bahati mbaya, e, yeye na serikali si mashabiki, e, kwa hivyo ni rahisi, e, kwa yeye hata kukandamizwa, e, katika kutekeleza miradi ya maendeleo sasa hisia huwa vipi kwamba eneo fulani na sisemi tu Mlima Kenya linaweza kuangamizwa kimaendeleo kwa sababu tu ya kiongozi kuwa na msimamo tofauti na ule msimamo wa viongozi wengine au wa serikali? Ah, <coughs> ile kidogo naweza changia, na kwanza kidogo tu kabla nifike hapo, kuna kitu dada yangu Kadhi amesema kuhusu manifesto na Hakuna uh, mtu alikuwa na manifesto mzuri sana kama William, William Ruto 2022. Tumesaini women hey, um, chata yenye hata na ya maternity 3 months free. Hakuna no. mali Bijana, kwe... Exactly. Hakuna no. mali, kwa hiyo manifesto tuliona atakuja kwa hiyo manifesto amefanya opposite no. Angalia education leo no. Hana value no. Ya masomo no. Angalia kitu kama sasa shisha hizo, what happened to NHIF? Mimi tangu nizaliwe, nimekuwa nikitumia hiyo NHIF until I regime. What happened na alikuja, alikuwa mbona, alitoa from NHIF, from NHIF to this takataka zanaita hapa shisha, show you see so manifesto sahi sio kitu tunaangalia, tunaangalia historia ya mtu. No. Like, for example, my party leader. mm -hmm. During the regime with Kibaki, we got, hiyo ndio ilianza free education. Imekuja pia wakati wa Uhuru. Ndio tunafurahia hii super highway. Angalia tulikuwa tunafunguliwa maternity like ikipia wakati wa Kibaki. No. So, saa hii nini imebadilika na huyu mtu? So, tunaangalia wale viongozi na juu ya interest, ndio maana anaona mtu kama Didinyoro akiwa yuko side gate. Although hatuwezi jua because mall saa hii ataanza kuplant mall, sijasema Ndindi Nyoro ni mall, mm -hmm. But ataanza kutuletea mall so wakae, kama wanakosana huenda tu kuna ile pesa ya NGCDF hiyo pia atafanya miradi nayo. So ndio tunaangalia Aizi hata kama anaweza nyimo juu hiyo time alikuwa chair wa budget, after kutolewa budget chair wa budget, si kusema ati amenyimo ile pesa anafaa kuendeleza maendeleo nayo no. No. si kusema alikuwa maybe na extra cash eh? Only that maybe kuna road za uh, national government kuna nakuna hiyo na sasa ndio anafaa kusukuma. mm-hmm. So maybe, huenda hapo ndipo they draw the line, but we are not even quite sure that wame, wamekosana ma wameachana kuenda, ana plant more, like juzi nimesikia MP wa kwetu Mwangi Kinjore akimwambia analeta mira ana promise, but anapiga kona, so like Huyu pia tunaona ameanza kumleta. Akuwe ati yako Saida na kana mpinga hata kwa Kameme alimpiga, lakini ni mole. Si tunajua ni mole. So hizi oh, watu watu. Ayuko hapa kutitea. Allow me to finish. Allow me to finish. Allow me to finish. Yes. Alimwambia in public. Tukisikia. Kitu ili trend sana. Unakuja unatu promise. Unapiga kona. Hiyo kona means what? Tuliambiwa sijui KMTC. Aja deliver. Then anakuja hapa kusema single mothers kuna empowerment. You see, lies after lies, lies after lies. Okay. So tusiangalie ile tu nilikuwa nasema ni tusiangalie manifesto. No. Sukiangalia so, manifesto tumepotea. No. Kitu ingine, wave. Hiyo wave ya chama, hakuna chama Chika sahi, kama hii sahi tuseme united opposition, waipa iko na candidates Mount Kenya region, hizi chama zote za united opposition it's one term versus two term. Sasa hiyo ukikuja na hiyo chama ya William Ruto na alikuwa na hiyo manifesto yake, tumemkataa na tunakataa kila mtu. Kidogo tu ningeomba ni, ni, ni, ni jibu tu dada yangu kwa heshima a, niseme a, kuwa mimi si, si, si atinashika nafasi ya Dende Nyoro, lakini no. ningetaka kusema kitu moja no. kuna makosa kubwa sana ambayo sisi kama watu wa Jubilee tumekuwa tukiyaona kupitia kwa hawa wenzetu ambao tuko nao katika United Opposition. Yule mtu wowote ambaye haendi kupiga saluti kwa mtu anaitwa Rigathi Gachagua wanamuita mole, wanasema okay. Amepandwa. Hata juzi walikuja wakaita kiongozi wetu Dr. Fred Matiang'i ambaye ni presidential candidate wetu wa chama cha Jubilee. mm -hmm. wakasema ni wa NIS, wakasema amepewa pesa, wakasema sijui nini. Hata kwa mayongeo mingine tumesikia kwamba pate lida wangu His Excellency Uhuru Kenyatta ako katika serikali. Ni vizuri nitaje hapa kwamba kama sisi wote wale tunajiita tuko katika United Opposition lengo letu ni moja la kumwondoa William Ruto katika uongozi na kuleta serikali ingine ambayo itakuja kufanyia wakenya kazi. Lazima tufanye kazi pamoja. Mimi nilisoma na Dende Nyoro University, namjua vizuri, na amefanya maendeleo na kazi yake inaonekana, na hiyo wakati yote alikuwa anafanya kazi, alifanya kazi hata kabla watoku, watoke kwa hisa ama wakosane na serikali. Kwa nini mnaona shida nyinyi watu wa chama cha DCP, especially na wale, kwa sababu huyu jamaa wa DCP anataka Kalonzo Msioka. Unajua, Kalozo Msioka ukimgonga kofi pande hii, atakuwekea pande hii ingine lakini kinara wa chama yetu ambaye saa hii sisi ndiye tunataka asimame President Dr Fred Matiang'i, ukizaba pande moja atawe atakuzabaoikana wamba amekuwa akisema tu akinitaja, nimekaa kwa mlengo ya mambo ya, ya, ya, ya, <laughs> ya, ya, ya ile tuitueta hapa ya no. no. no. no. no. Lakini ni kama hata amekataa, ameshindwa kutulia venye amesema mimi no. Nataka kusema hivi, tafadhali sisi hapa United Opposition tuko kitu moja hiyo na na sio tukunja kuongelelea leo kwa kifupi sana yeah. Mubzia, ule mfano nimetumia kwamba kuna wabunge wamejikakamua yeah. Lakini kwa bahati mbaya wamekosana na serikali kwa njia moja au nyingine, hatufahamu kwa sababu gani mm -hmm. Lakini ni rahisi kwa viongozi kama wale kutengwa hata wanapotaka aidha nyadhifa za serikali au kutaka serikali kutekeleza mambo fulani. Unakumbuka kuna wakati mmoja kuna mbunge fulani alijigamba akisema kwamba sisi wafuasi kama nyinyi wafuasi wenu hawataingia katika chama basi hata barua za kuandika katika uh, uh, ajira za walimu uh, uh, sisi tuko nazo, hatutawapatia mm -hmm. Vitu kama hivyo na hizi ndio mambo ni broad, huwa tunasema ndio imekasirisha watu. Mmoja tu alisema, mimi nilienda State House nikapatiwa barua za walimu. In short kama wewe uko kwa upinzani na, kama huko kwa broad based tayari watu wako wameumia, nafasi za KDF na, nafasi za polisi, nafasi za walimu, all the recruitment za national government. So, ndio maana watu wanaumia, watu wanalilia, wakati kutakuwa na rais ambaye atapatia mawaziri kazi, watu watende kazi kwa usawa. Mtu ambaye akovoi mwatate huko, either alichagua serikali, anapata nafasi zake za KDF, kwa sababu ni mlipa ushuru. We want some system, ndio watu wanalia. Ile mambo ilikuwa katika 2002, wakati Kibaki alikuja, si he was not among the best, si atia alikuwa na karizma mingi na pesa mingi. Lakini watu wakasema, we chukua kalia pale, mawaziri wakakaa chini, at least watu wanafanya kazi yenye iko na, na, na mpango. Waje ni commission moja mtukonao nimo, wakati kazi yote ilipangika ifanyike, alafu mara moja budget yote ya kazi about 300 billion ikatolewa kwa development budget, ikarudishwa recurrent. Waje nikupatie mfano, ni kusema nini recurrent? Ni pale pesa unasaini tu unatoa ile ingine ni ya miradi, so miradi mingi ambazo zilikuwa zimepromisiwa, so ikakuwa rahisi instead ufanye kazi ambayo ulikuwa umesema ndio uende ukisema, kama sasa ukilaunch miradi ambazo zimeisha, una launch mara ya tatu ile ulilaunchiwa zamani. Kwa sababu gani? Uh, uh, interest ikashuka, ikashuka kutoka kwa kazi ikaenda kupatia watu pesa taslim. Unakumbuka ile apro ilikuwa bunga pale, wakati walimu 10000 waliitwa 100 million wakapatiwa saa hizi kila kaunti imekuwa ikiitwa pale State House, kila kaunti watu elfu moja, elfu mbili, kila mtu 10,000. So the question is why don't you, ujipange fanya kazi ndio tukuje tuseme ulituahidi abcd, ndio umeleta leo. Umesema kwa mfano kuna watu kama elfu mbili na kuru State House hai kila mtu 10,000, sawa, wataenda lakini shuari, how do you compare, wewe ni rais? Ile mambo ulikuwa unafanya ukiwa Karen na na you know ukizungusha na na, na huyu baro ukiimba tu pale, watu walisema yenyewe huyu mtu ni DP na hana pesa, lakini anajaribu kuempawa watu. You cannot do the same ukiwa president three years later, you cannot do the same. Unafaa ukuwe sasa, wewe ndio rais ufanye kazi, watu waone ile kazi ikifanyika sure. and kwa mfano, wacha nikuambie issue ya pending bills 800 billion watu wana wanaumia saa hizi, watu wanachotwa, watu wanaumia, jamii zinavunjika. Ile tu ungechukua pesa ulipo wafanyakazi wa biashara wale walifanyia kazi, wale walifanyia kazi serikali kazi so nikuambie saa hizi tunawishi watoto wetu wale wako eh, wale wameanza mtihani, tunawaambia wasome waende wapi university, lakini tukiwa na serikali ya Kenya, wahadhiri wale ni watu wa heshima, maprofesa wako kwa barabara. Look at the priorities but you can go and give one day Upatie watu 100 million one day, mm -hmm. wale walimu wengine wale, wa, wale, wale wengine wakiwa kwa barabara, so it's what we are calling, yani attention itoka kwa kazi ikaingia kwanza, literally kupatia watu pesa. Sawa, wenye umesema ni hivi, wale, wale mlengo wa broadbeast wale wanasema sisi tuko na access, wale wengine wote wanalia na ndio maana wananchi wote wakiangalia mambo ya mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo, mambo ya public debt, kila kitu inaendelea ikiendelea Sa. Sababu mbele is the issue of tokenism versus delivery hai kwa sababu tunazungumzia, tunakwenda mafunzoni, ntarejea kwa sababu tunazungumzia uh, ahadi miradi katika eneo la Mlima Kenya. Nataka niulize swali la kizushi mlifikirie, eh, sehemu ya Mlima Kenya inaadhibiwa sasa hivi kwa sababu za semi za Rigathi Gachagua mwenyewe wakati akiwa naibu rais akililia kwamba shilingi moja. Nafikiri alikuwa akisemaje vile? Alikuwa share, anasema kura shares moja, shilingi moja. Hapana, no, one... hiyo ilikuwa, ilikuwa yetu ilikuwa la BBI. Hii ilikuwa gani hii nyingine ya Rigathi Gachagua kwamba lazima kwa. So hapana, yeye alisema <coughs> wale hawakupiga kura katika hii serikali mm -hmm. hawana hawa na share. Nataka tuzungumzie hiyo. Je, eneo mm -hmm. la Mlima Kenya linaadhibiwa kwa sababu ya wale matamshi ama namna gani? Na kuna njia ya kujikwamua ama mtabaki katika nafasi hii mpaka siku ile e, kutakucha. <laughs> ni swali ambalo nataka mlizungumzie hilo. <laughs> Mtazamaji, tunapunga unyunyi kidogo, tunarejea hivi punde. <laughs> <laughs>